watazamaji wa Fizi News event kata ya mjambo, popote ulipo, natumai kwamba nakuwa mzima wa afya buhere. Ambatana nasi katika matangazo ya leo, tukiwa Juni 12 2025. Tunakutangazia toka mashariki mwa Raci, jimbo ni Kivu Kusini. Tuanze dira hizi na habari za siasa. Mabadiliko katika jimbo la Kivu Kusini, Bwana Patrick Shombo Busubangui na Bwana Mugiza Zabinesha Gadi wameteuliwa hivi punde kwa heshima kwenye nyadhifa gavana na gavana makamu anayesimamia uchumi, fedha na maendeleo ya jimbo la Kivu Kusini. Hayo yamo katika agizo lililotiwa saini na mamlaka ya AFC/M23 mnamo Juni 11, 2025. Taarifa hii kwa vyombo vya habari inaeleza kuwa uteuzi huu unanuia kuwatumikia watu wa Kongo kwa uwazi, utawala bora na kuleta utawala karibu na raia wake. Patrick Busubangui bwangwi anachukua nafasi yake Emmanuel Birato ambaye hivi karibuni amehamishiwa idara nyingine. Atasaidiwa na makamu gavana wake anayeshughulikia uchumi, fedha na maendeleo, bwana Mukiza Nzabinesha Gadi, ambaye anachukua nafasi yake Juvenale Gasinzira aliyefariki hivi karibuni. Kama ukumbusho Patrick Busubangui anajulikana sana katika ulingo wa kisiasa na kijamii munamo jimbo la Kivu Kusini. Alikuwa mgombea wa kiti cha ugavna katika uchaguzi wa magavna Aprili 2024. Habari tu za siasa ni kwamba kutoka mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia, mradi wa pili wa makubaliano ya amani kati ya Kinshasa na Kigali, wajumbe kutoka DRC na Rwanda wanatarajiwa tena wiki hii huko Washington kusudi ya kuendelea na mazungumzo ya amani kati ya nchi hizi mbili. Vifurushi viwili vya gramu 357 vya dhahabu vilivyochimbwa katika mto Lubimbe katika eneo la Walungu vimepatikana kutoka kwa wahalifu hao na kukabidhiwa kwa kampuni ya kichina ya Misenga Mining. Vifurushi hivi vya dhahabu vinaaminika kuwa miongoni mwa vilivyokamatwa kutoka kwa raia wa China siku za nyuma kwa uchimbaji haramu. Makabidhiano rasmi ya vifurushi hivyo vya dhahabu yalifanyika Juni. Makabidhiano rasmi ya vifurushi hivyo vya dhahabu yalifanyika Jumatano Juni 11, 2025 na makamu Gavana na Gavana kwa muda. Kwa mujibu wa Dunia Masumbuko Bwenge, raia hao wa China walikuwa wakiendesha shughuli zao za kialali kwa sababu walikuwa na nyaraka zote zinazowaruhusu kuchimba madini na haki zao zinapaswa kurejeshwa. Anasisitiza kwamba hali hii inakuza uhuru na kuheshimu wageni na haki zao, ikiwa ni pamoja na uchimbaji wa madini hapa Kivu Kusini. Dunia Masumbuko Bwenge, makamu gavuna na gavuna kwa muda, alijadiliana nasi kama ifuatavyo. Kwa hiyo horo ambao tumepata wale walikuwa wameichunga, uh, n yani kiango ya 357 gram. Na hiyo horo tunaiwapatia Uh, ili wapate kujuire nayo, sababu ni mali yao, walitafuta na walikuja kwa hakika katika nchi ingawaje waliwaiba hiyo. uh, ili, ili zao yao na sisi kama vile movement yetu ya AFC/M23 uh, hatuwezi kuona kitu ya mtu ipotee na wakati tunaipata chetu, tumrudishia hayo kwa halali, sababu tuna respecte haki ya wananchi na haki pia wa, ya wageni. Na kingine ni kwamba Uh, population ya Bukavu na ya Sid Kivu tunahitaji tufutie confiance, sababu hii kitendo tunaifanya ndio inakuwa ya mara pili. Tena tulipata dhahabu ya kutosha kwa mwananchi mmoja, ambayo ilikuwa imeporwa na tulimrudishia hayo pia kiserikali. Hapana, hailete umagendo, kwa sababu dhahabu tunayo kwa Kongo, na kama hata wageni wanakuja na makampuni zao wakiwa na vikaratasi ambao wanaruhusiwa na serikali kuchimba hiyo, kwetu hailete shida, tunairuhusu na kwa kweli wanaweza kuchimba kama vile wakiheshimu e, sheria ya nchi, na hiyo sio kwamba sisi tuna tunaruhusu uchimbaji wa kimagendo hapana. Habari ya furaha kwa raia hao wa China, mmoja wao amezungumza wa Kiswahili katika klipu hii. Wakati hakuna mtu, lakini nashukuru sana umeona, sanawameona uaya mingi sana kwa ya Bukavu, asante kwa ya Mungu unasaidia biashara na naendelea sisi wa biashara watafanya pamoja na serikali mpya, watafanya kila kitu mpya. Nashukuru sana uchumi. Eneo la Shabunda linakabiliwa na mtikisiko wa kutisha wa kiuchumi unaozingatiwa na kupanda kwa bei ya vyakula. Hali hii mbali na kutengwa, ni sehemu ya muktadha mpana wa matatizo ya kiuchumi, ambapo hali ya kutengwa kwa muda mrefu na ukosefu wa usalama katika eneo hilo unazidisha mateso kwa wakazi wa eneo hilo. Hii himo katika uchanganuzi ulioendeshwa na wenzetu katika kikundi cha waandishi wa habari cha esansiele DRC. Katika miezi ya hivi karibuni, wakazi wa Shabunda wameona ongezeko kubwa la bei za vyakula vya msingi: mkate, mchele, mbogamboga, mboga na vyakula vingine vikuu vinazidi kutopatikana kwa familia nyingi. Ongezeko hili la bei si matokeo ya uvumi adhidi bali ni mchanganyiko wa vipengele vya kimuundo vinavyotokana na hali ya kiuchumi ya eneo hilo. Moja ya sababu kuu zinazoelezea mgogoro huu ni kutengwa kwa muda mrefu kwa eneo la Shabunda. Barabara inayoelekea kwenye vituo vikuu vya mijini kama vile Bukavu na Goma iko katika hali ya kusikitisha na kufanya usafiri kuwa hatari na wa gharama kubwa. Maeneo mengi ya vijijini kwa hivyo yamesalia kutengwa na korido za biashara ambazo hufanya kuwa njia za usambazaji wa chakula. Ukosefu wa miundombinu ya kutosha kama vile barabara za lami na mifumo ya usafiri iliyopangwa inatatiza sana usafirishaji wa bidhaa. Kuongeza kwa hali hii ambayo tayari ni hatari, ni kuongezeka kwa ukosefu wa usalama unaochochewa na migogoro ya mara kwa mara na mivutano ya jamii. Mashirika yasiyo ya kiserikali, viongozi wa jamii na makundi ya haki za binadamu yanaonya juu ya madhara makubwa ya kupanda kwa bei. Utapia mlo hasa miongoni mwa watoto unaongezeka na kuatarisha mustakabali wa kizazi. Familia zinalazimika kuruka milo au kupunguza sehemu, na hivyo kuathiri afya na ustawi wao. Washirika wa maendeleo wametakiwa kuweka katika programu muhimu za miundombinu na kusaidia mipango ya ndani inayolenga kuimarisha usalama wa chakula. Kupanda kwa bei ya vyakula huko Shabunda ni zaidi ya kiashirio cha kiuchumi. Inaonyesha changamoto za kibinadamu ambazo watu wa Kongo wanakabiliana nazo kila siku. Kusonga mbele kunahitaji mtikio wa kina, kuunganisha masuala ya kibinadamu kiuchumi na usalama. Kwa kifupi, uthabiti wa wenyeji wa Shabunda unastahili kuungwa mkono haraka na uangalizi endelevu kutoka kwa jumuiya ya kitaifa na kimataifa. Unaithimisha wenzetu kutoka kundi wa la uandishi wa habari la Essentiel RDC. Habari zingine ni kwamba baraza la juu la audiovisuele na mawasiliano Sesake limeondoa marufuku ya utangazaji wa shughuli za rais wa zamani wa DRC Joseph Kabila Kabange na chama chake cha siasa PPRD. Uamuzi huu ulichukuliwa baada ya mkutano wa mashauriano ulioendeshwa Jumatatu Juni tisa mwaka tulimo katika jiji la Kinshasa. Uamuzi huu unafuatiliwa na mapendekezo yanayozingatia kuheshimu maadili na mienendo ya kitaaluma kwa wataalamu wa vyombo vya habari katika kutangaza shughuli za aliyekuwa rais wa DRC, Joseph Kabila Kabange na chama chake cha siasa cha PPRD. Serge Njibu, ripota wa Sisake, aliala lisha mabadiliko haya kwa kutaja hitaji la uwiano kati ya uhuru wa vyombo vya habari na usalama wa taifa. Mwisho huyu anaongeza kuwa kifungu cha sitini na tatu cha sheria ya kikaboni inayounda sesake ofisi na uwezo wa kuchukua hatua za tazari lakini hizi lazima ziwasilishwe kwa kikao cha kugairi au cha matengenezo. Elimu. Walimu katika tarafa ya Masisi saba katika eneo la Masisi Kivu Kaskazini wanatishia mgomo iwapo malimbikizo ya mishahara yao hayatalipwa. Habari hizo zimethibitishwa na redio Kapi inayosema kuwa wanadai mishahara yao ya miezi mitano ambayo hawajalipwa, ambayo hawajapata tangu Januari iliyopita. Kwa mjibu wao, Caritas ambao ni wakala wa kulipa, wanataja ugumu wa utoaji wa fedha hizo, sababu inayoonekana kutokuwa msingi wa walimu wanaokemea hali mbaya ya maisha inayowakabili. Wakikabiliwa na hali hii, wanaomba kuingilia kati kwa wizara ya usimamizi ili kusuluhisha mzozo huu. Katibu mkuu wa jimbo la elimu Kivu Kaskazini, Augustin Sabakaka, anaonya juu ya adha wanaokumbana nayo walimu hao ambao baadhi yao wametenganishwa na mafamilia zao kutokana na vita hivyo. Tangu Januari, walimu hawa wamekuwa wakipitia maisha magumu sana. Wengi wao wana madeni. Kutokana na ukosefu wa usalama, hawawezi tena kwenda mashambani kujikimu familia zao zinaharibiwa, alieleza kwenye redio. Licha ya madai mengi, Caritas bado haijatoa maoni juu ya hali hii ya wasiwasi. Juhudi ya redio Okapi kupata maoni yake hazikufaulu. Habari tu za uchumi. Wakadhi wa jiji la Kamanyola wako katika mzozo mkubwa wa kijamii na kiuchumi. Hii ni kutokana na hali ya usalama mashariki mwa DRC. Hali hii inasababisha kuzorota kwa shughuli za kiuchumi, upatikanaji mdogo wa huduma za kifedha na kuongezeka kwa gharama za maisha, na kufanya upatikanaji wa mahitaji ya kimsingi kuwa mgumu kwa wakadhi wa Kamanyola katika jimbo la Kivu Kusini, kulingana na taarifa ya kibinadamu iliyotangazwa na Redio Goria FM, hali ya sasa ya huko kama nyola imekuwa mbaya zaidi hivi karibuni kutokana na kuongezeka kwa vita vya silaha. Ingawa madhara ya mgogoro huu yanaongezeka kwa muda, ushuhuda wa wakaadhi unaonyesha kuwa shida za kila siku zinajitokeza zaidi katika miezi ya hivi karibuni. Shughuli za kiuchumi huko kama nyola zimelemazwa na ukosefu wa usalama na watu wengi huama makazi yao. Benki hazifanyi kazi tena kama kawaida, na kuzuia hata wale walio na kazi kupata pesa zao. Shirika ya kijamii kama vile Sokoski pia yanakabiliwa na mateso ya shida hii na kushuka kwa kasi kwa idadi ya wateja na kushindwa kuhudumisha shughuli zao na kusababisha uhamisho mkubwa wa wanunuzi na kukimbia kwa wafanyakazi kwenye maeneo salama na kuacha nyuma uchumi uliokwama. Akikabiliwa na hali hii bwana Mayaka Bienveni, Mkuu wa Sokoski anasisitiza kuwa ukosefu wa shughuli za kiuchumi na upotevu wa kazi ndiyo kiini cha matatizo yanayowakabili wakazi. Kutokana na hali hii ya kutisha, ombi la dharura linatolewa kwa usaidizi wa kibinadamu. Habari zingine ni kwamba tukijielekeza huko Goma, takribani mabasi ishirini tupu yenye nambari za leseni za Rwanda yalivuka kutoka Rwanda kuelekea mji wa Goma mnamo Juni kumi na moja mwaka tulimo, hali iliyosababisha hofu katika mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini kulingana na wenzetu katika Le Volcano News, hadi mabasi 21 kutoka kampuni ya uchukuzi ya Rwanda ya Ritco yalionekana kwenye barabara ya Goma Sake hadi usiku wa manane. Picha ambazo zimesambaa sana zimechapishwa kwenye mitandao ya kijamii. Habari iliyosambazwa hapo awali kama uvumi imethibitishwa na vyanzo vya karibu na utawala wa M23 AFC. Chanzo hiki pia hakikubainisha kama hii ilikuwa ni kujiondoa kijami Jeshi kama watumiaji kadhaa wa mitandao walivyodai kwenye mitandao wa ya kijamii. Wakiwasiliana na Volcano News, mwandishi wa habari na vyanzo vingine vimeripoti kwamba mabasi haya yanadaiwa kukodishwa kuwasafirisha wapiganaji wa zamani au wafuasi wa kundi la waasi la FDLR hadi katika ardhi ya Rwanda. Ikumbukwe kwamba hakuna harakati za kurudi kwa mabasi hayo zimezingatiwa tangu jioni ya Juni 11 mwaka

Takribani wakaazi 1500 wa Walikale katika jimbo la Kivu Kaskazini wamekosa maji ya kunywa kwa wiki kadhaa kufuatia mapigano kati ya vyama vya AFC M23 na wazalendo. Habari hiyo imetolewa na mashirika ya kijamii katika maojiano na wenzetu katika redio Kapi mnamo Jumatano Juni 12 mwaka 2025. Kulingana na asasi ya kiraia ya Walikale kwa zaidi ya wiki zaidi ya watu 15000 wanaoishi katika maeneo za walikale kama vile Katrisa, Bushimbo, Kilambo, Kibati na Kiteku wanakosewa na maji safi ya kunywa kutokana na vita kati ya vikosi vya M23 na wazalendo. Na kuongeza kuwa hali hii inatokana na kuharibika kwa njia za usambazaji wa maji safi ya kunywa wakati wa mapambano kati ya M23 na wapiganaji wazalendo kwenye mlima wa Mulema. Mapambano hayo ambayo yanazidi kuwa kali tangu wiki iliyopita yanazuia timu za ufundi kupata eneo hilo ili kutathmini uharibifu na kufanya matengenezo. Na kuongeza kuwa kutokana na ukosefu wa maji safi ya kunywa, familia kadhaa wanatumia maji chafu, na hiyo inaongeza hatari ya magonjwa kama inavyobainisha redio Kapi. Miundo ya afya ya mitaa pia wanavigumu kutoa huduma za afya kutokana na mapambano hayo. Kwa kifupi, huduma za afya na watendaji wa asasi za kiraia katika sehemu hiyo ya Kivu Kaskazini wanapiga kengele na kutoa wito kwa kuingilia kati haraka iwezekanavyo ili kurejesha maji safi ya kunywa na kuzuia shida kubwa za kiafya. Habari za afya ni kwamba jiji la Bukavu likiingia msimu wa kiangazi ama kipwa, wataalamu wa afya ya umma wanatoa wito kwa idadi ya watu kuimarisha hatua za kuzuia dhidi ya janga la homa, huku kesi zikiongezeka katika maeneo kadhaa ya jiji la Bukavu. Wanakabiliwa na tishio hili, wataalamu wa afya ya umma wanapendekeza mfululizo wa hatua rahisi lakini zinazofaa Kwao, mafua si ugonjwa wa kupuuzwa, hasa kati ya watoto, wazee au wale wanaosumbuliwa na magonjwa ya kudumu. Mustari wa kwanza wa ulinzi unabakia usafi. Kunawa mikono mara kwa mara kwa sabuni na maji, kuepuka kugusa uso wako na kufunika midomo yako wakati wa kukohoa au kupiga chafya ni hatua rahisi lakini muhimu wataalamu pia wanapendekeza kuepuka nafasi zinazofungwa na zisizo na hewa ya kutosha hasa masoko ya ndani ama usafiri unaojea watu. Wataalamu hawa pia wanapendekeza lishe bora kama ufunguo wa kuzuia. Ni vyema kutambua kwamba dalili za mwanzo za homa ni pamoja na homa, kikohozi, koo, uchovu na maumivu ya misuli. Habari za kijamii ni kwamba zaidi ya wakimbizi wandani milioni mia sita wanaishi katika mazingira hatarishi katika sekta ya Lulenge, Mutambala na Tanganyika. Anaripoti Sami Kalonji Badibanga, msimamizi wa eneo la Fizi, Kivu Kusini, Jumatano Juni kumi na moja. Mamlaka hii ya kisiasa na kiutawala ilifichua kwamba familia hizo zimehamishwa zinaachwa kwa hali yao ya kusikitisha bila msaada wowote wa, wa kibinadamu. Anabainisha kuwa idadi ya watu hawa waliokimbia makazi yao inaongezeka katika nyanda za juu za Fizi tangu kutekwa kwa kijiji cha Rugezi na wanamgambo wa Twirwaneo na Red Tabara washirika wa AFC M ishirini na tatu. Pia anabainisha kuwa wajawazito wana jifungua msituni nyuma ya mafuriko zenye kuleta vifo kali ndani ya tarafani Fizi. Kuna jambo ya pili yenye kubakia uh, bila kufuatilia uh. Mnajua kwamba uh, tankia tarehe makumi mbili na mbili ya mwezi wa tatu mwaka tunao uh, mubilima birefu ya tarafani Fizi uh, kuna vita kali E, kati ya majeshi zetu za FRDC e, kusaidiwa na wazalendo e, wanapikana na komino mm, tuikaneo Red Tabara ma vikundi za uh, M23 e, mu sekta ya Lulenge e, sekta Mtambala, sekta ya Tanganyika. Kila siku wahamiaji wa ndani e, wanakuwa wengi e, sana. E, tankia kijiji ya Urukezi e, ilikuwa centre ya mapikano kali e, tuna wahamiaji wa ndani wengi e, wenye kupatikana kati ya vijiji e, Safizi centre e, Kasonge e, Kananda Mkera, Lumanya, Kichula, Atete na Kitumba, uh, Kazaro Ilambo na vijiji vingine vingine. Uh, kwenye wahamiaji wa ndani uh, wako wengi sana uh, wanawake uh, watoto uh, wababa wamama, uh, wako wengi sana uh, wanalala ndani ya pori uh, na awona chochote uh, tunaoka ya kuona watoto wenye hawendi uh, shule, uh, watakuwa biashara teketeke kuma vikundi zenye kushika silaha kukamata na kuwaingiza kwa nguvu mkijeshi. Kuna wanawake wajazito wenye wanazaliwa hata ndani, ndani ya pori. Tunaomba kwa serikali yetu ya Kongo kwa kutuletea msaada ya kusaidia wa ndugu zetu wenye kuteseka, wenye manyumba zilichomewa na M23. Kuna wenye walipoteza mifuko zao, kuna watu wenye wako na mavidonda ya masase na wengine wenye E, walipoteza uh, maisha na kupoteza uh, wa ndugu uzao muhizi vita uh, kali uh, ndani ya tarafani Fizi kubilima birefu ya tarafani Fizi. Habari za kijamii. Jamii zinatakiwa kukomesha aina zote za ajira ya watoto ili kuhakikisha ulinzi wao. Huu ndio ujumbe mkuu wa siku ya dunia dhidi ya ajira kwa watoto inayosherekewa halams Juni 12, 2025, kwa mjibu wa Umoja wa Mataifa. Siku hii inalenga kuongeza uelewa miongoni mwa jumhia ya kimataifa na kuendeleza hatua za kukomesha aina zote za utumikishwaji wa watoto. Lengo lake muhimu ni kuelekeza nguvu kwenye masaibu ya wafanyakazi wa watoto na kuhamasisha washikadau kukabiliana na hali hiyo. Pia ni fursa ya kuangazia hatari za utumikishwaji wa watoto, hasa ukosefu wa elimu na juhudi za kuziondoa. Maadhimisho ya siku ya kupambana na ajira ya watoto duniani iliyoadhimishwa hii siku ya 4 tarehe 12 mwaka 2025 inalenga kuhamasisha vitendo vya kuzuia na kuwalinda watoto hasa kwa kuimarisha kanuni zilizopo za kupambana na utumikishwaji wa watoto. Mapambano haya yanahitaji hatua zilizoratibiwa kutoka kwa serikali, mashariki ya kimataifa, mashirika yasiyo ya, ya serikali na mashirika ya kiraia, kulingana na Umoja wa Mataifa. Ikumbukwe kwamba ajira ya watoto ni marufuku kwa mujibu wa kanuni ya mkataba wa haki za watoto na vyombo vingine vya kisheria vilivyoadhimishwa na DRC ili kuhakikisha ulinzi mzuri wa watoto dhidi ya aina zote za utumikishwaji wa watoto la ziada tuna mtazamaji wa Fizi News 24 ni hapa ndipo tunamalizia dira za leo mungu akubariki uliokuwa na simanzi hadi tamati kwa ukumbusho tunakuwa juni kumi na mbili 2025 mungu akubariki Fizi News 24, Fizi News 24 Allah msikie